Hii ndio changamoto ambayo inajitokeza pale ambapo mama ataamua kuka, kukamua maziwa au mama ambapo ataambiwa kamua maziwa, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikamletea shida wakati wa kukamua kwake? Na hii inatokana pale ambapo mama anaweza akaa asiwe na maarifa ya kutosha niweze kupelekea changamoto mbalimbali kwake na kupelekea maradhi au vitu ambavyo vinaweza vikawa hatari kwa afya yake au mama akapelekea kupata maumivu muda mrefu sana pale ambapo ataamua kukamua maziwa. Changamoto ya kwanza ambayo mama na anakumbana nao wakati kwa mwana wake ni pale ambapo anakosa ufahamu wa kutosha na kupelekea mama kukamua maziwa ndivyo sivyo ambapo kwake inaweza ikawa shida au inaweza ikapelekea mtu kupata maambukizi ya mara kwa mara au mama akashindwa kuzingatia usafi wakati wa kukamua na kuleta shida mtu kupata maambukizi. Kwa hiyo, ni changamoto ya kwanza ambayo kwa jitokeza kwa, kwa mama wengi baada ya kukamua au kufanya maamuzi ya kukamua ni kukosa maarifa ambayo inapelekea changamoto mbalimbali kwa mama, ambapo mama kama atakuwa hana maarifa, kwa maana yake namna namna anavyokamua maziwa kwa kiasi, anaweza kaa changamoto ni e, maana yake mama hajui namna kamua maziwa kwa kuzingatia utaratibu wa kamua maziwa, kwa mama atakamua yende hivyo sivyo, ili hata uzingatia usafi, kwa sababu hajui namna kamua maziwa au vitu ambavyo anapaswa kuzingatia kwa usafi, lakini muda sahihi wa kukamua ni upi ye kwa kae ambao unaweza kukaa bora au unaweza kukaa msaada kwake. Lakini pia kwa mama ambaye atakuwa hana maarifa kwa hata namna ambavyo uhifadhi wake wa maziwa na uhifadhi ye kwake inaweza ikaleta shida. Kwa, kwa changamoto ya kwanza ya mama wengi sana ambao watafanya maamuzi ya kukamua maziwa ni pale ambapo anakuwa hawana ufahamu wa kutosha wa kuona namna gani ambavyo anaweza kujifunza namna ya kukamua maziwa. Lakini changamoto ya pili ambayo inajitokeza pale ambapo mama kama atakuwa ni mgonjwa, kwa hiyo atashindwa kupata nafasi ya kuweza kukamua maziwa. Kwa maana yake hii ni changamoto ya pili ambayo inajitokeza kwa mama ambaye anafanya maamuzi ya kukamua maziwa. Kwa maana yake kama mama atakuwa na maziwa, atakuwa ni mgonjwa, afya yake ni dhaifu, yeye atashindwa kukamua maziwa. Changamoto ya tatu ni mama kutokuwa na maziwa ya kutosha, inapelekea mama kukamua maziwa muda mrefu na kupelekea maziwa yake kuuma au chuchu kubadilika rangi na kuwa jekundu. Hii ni changamoto kubwa na changamoto ambayo inakumba watu wengi wa mama wengi sana. Unakuta anakamua maziwa hadi jasho linatoka, au ziwa lake inakuwa jekundu sana, alama ya mikono, kwa sababu ya maziwa kuwa machache. Sasa namna bora kujisaidia huyu mama ni pale ambapo mama utahakikisha unakula vyakula ambavyo vinaenda moja kwa moja kusaidia huyu, changamoto ya chakula, changamoto ya maziwa ambayo unayo kwa mama, hakikisha nakula vyakula ambavyo vinakuwa msaada wa moja kwa moja kwenda kusaidia wewe kuongeza uzalishaji wa maziwa kuwa mengi zaidi, ili hapo utakapokamua maziwa yasiwe ni kuleta changamoto ikiwa mama kuwa na maziwa ambayo yanauma na kuweka alama nyekundu nyekundu mikono ambapo inapita huwa inaacha alama kupelekea maziwa kuuma sana muda mrefu. Hizi ni changamoto ambazo mama hukabana nazo wakati wa kujifunga, wakati wa kukamua kwake maziwa. Kwa ni vyema ukazingatia mama na kuweza kuzifanyia kazi, kazi. Kujua namna gani ambapo unaweza ukawa salama kipindi chote chenelini ya afya ambayo tunaenda kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya, haijalishi ni mja mzito au mama kawaida, awe ni mzee awe ni mtoto. Ukisikiliza na kujifunza, tutaangalia umri au tutaangalia mtu ambaye umesoma hujasoma, utajifunza kwa lugha nyepesi ambayo kwako inaweza ikawa msaada kwa kupata maarifa mbalimbali ya kiafya. Kwa hiyo, vyema ukasubscribe na kupata notification kile tutakapo toa madarasa mbalimbali. Usubscribe peke yake haitoshi, wewe fever yako pia ni kuendelea kutazama kile tutakapo toa madarasa ambao mambo watajifunza mambo mbalimbali lakini pia jamii itajifunza mambo mbalimbali, ambayo atakuwa msaada na kuepukana na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza kutokana na mambo kosa maarifa au kuto kuzingatia baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikata shida baadaye, kupelekea mama akaumwa muda mrefu au mtoto akaumwa muda mrefu au mzee akaumwa muda mrefu, lakini na baadaye kupelekea kupoteza watoto wa muhimu sana au kupoteza ndugu, jamaa na marafiki kutokana na changamoto ambao ulihitaji kuifahamu mapema zaidi au mbinu ambayo ulihitaji uli, uli kuifama mapema zaidi, na kwako ikawa msaada na kuepukana na changamoto ya kifo, ambapo inetokana na hiyo changamoto ikuwepo nyuma. Sasa namna gani ya kufanya, ni kuendelea kusubscribe au kunipa favor ya kusubscribe na kupata taarifa mpya ot madarasa na kuendelea kuingia na kujifunza zaidi, ambapo kwako anaweza kawa msaada, lakini pia msaada kwa watu wanaokuzunguka.